Kina mama naona wote tuko hapa hivi. Kuna mama yeyote ambaye kasindikizwa na mumewe hapa? Yupi? kama yupo, nyoshe kidole. Yaani kaja na mtoto wake lakini kaja na mume huyo, njoo huyo mume aje. Njoo baba, njoo njoo, joo <laughs> baba aliyemsindikiza mama, njoo. Mkia. Mwambiaje, ndio wewe, mashabiki wa Simba, atupiga kila sehemu. Simama hapa baba, naomba ujitambulishe jina, ukishajitambulisha jina unatokea wapi, halafu mke wako, eh, mke wako una watoto wangapi, na mkeo na mtoto wenu ana umri gani na mwana mambo haya Jo, jo jo jo, hapo simulia wewe, na kwa nini kusindikiza kuja kliniki na faida zake ni nini, kina mama msikie. Maake nyewe nimekuja kinyonge, kina mamadeaiga <tipulia> <tipulia> <Kwa> <kasna. tipulia>

Kina baba oye. Oye. Ehe, mtoto wako ehe, ana umri gani saa hizi? Ehe anaitwa nani? Maona mambo haya? Kina mama mnaonaje ile hali? Ingetokea ingetokeago, kuja na mume wako ungejisikiaje? <laughs> <Sasa mwana> Hawataki. <mwacha. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hawataki. Eti mama, huyo unataka niongee na mkeo. Wenzako wanasema wale waume zao hawataki, umemshawishi vipi huyo mpaka kafika kusindikiza? Nitambulisha jini majina, anaitwa Zaituni Hamidi. Yeye mwenyewe anajitambua, anajitambua eh Ona mambo, kina mama, tuko nani atakuja chanjo jao na mume wake? <laughs> <laughs> faida ya nyinyi kuja kwenye chanjo naumezetu, nazijua. Faida ya kuja kliniki na mume wako unaijua? Yuko wapi nchaji hapa <hazum> au dm waambie faida faida ya kuja na mwenzi wako ni kwamba unahudumiwa wewe wa kwanza, hakuna foleni <coughs> ukifika tu unapokelewa na unahudumiwa, na naunaka ili mwingine naye aone wivu, siku nyingine aje na mumeo. Umeona mambo, yeah. makosi mmelewa vizuri yeah. ni waombeni, wanawake hakuna mkate mgumu mbele ya nini yeah. Yeah nanielewa ina <gibu> e mama oye, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kwa hiyo wewe ona namna utakavyomshawishi, kila mtu anajua mume wake amwambie lugha gani, afanye nini, amwelewe, sio umenielewa? Umeshakaa na mumeo labda miaka mitatu, minne, mitano, sita, kumi ushaji wa mwanaume akikasirika anakuwaje? mwanaume akiwa nafurahi anakuwaje? nimpe nini yafurahi? nimwambieje anisikilize? kwa hicho ambacho ukimwambia anakusikiliza vio, mfanyie hii, fanye nini akuelewe. kina mama oye, tunahitaji zahanati ya Kilindoni tupate pea, yaani anakuja baba na mama kliniki. anakuja baba kabeba nini mtoto. Mimi huwa nawasifu sana wale wa makonde wa kusini. Ah, uh, Lindi na mtwara unatembea barabarani ndokuta baba kambeba mtoto na nguo, sio hivyo? Kama unamombeba lile, ndio wao anabeba. ina mama oye, chanjo ni bure, haina gharama yoyote. Sasa naomba huyu mzazi wa kiume, naomba naomba watumishi tuliokuepo hapa tumtoe. Na tunamtoaje? mwenye elfu moja mwenye elfu mbili, mimi nataka watu waone donge hapa. Mwenye elfu moja mwenye elfu mbili, ampe yule pale.

Tamka mwenyewe ndugu zangu, ina baba hoye. Baada ya kusema hayo, niseme tushiriki kujiandikisha kwenye uchaguzi kuu jao, awamu ya pili inakuja ya uandikishaji. Kwa hiyo <laughs> itakapokuja awamu ya pili wale ambao wajajiandikisha wafanye nini? Wajiandikishe, sawa. Lakini vilevile, siku ya kupiga kura, wote tujitokeza kupiga kura. Baada ya kusema hayo, niseme sasa nimezindua rasmi chanjo hii.